Hayo yamebainishwa na Katibu Tawala wa wilaya ya Bagamoyo Stella Msofe wakati wa maadhimisho ya siku ya upandaji wa miti ngazi ya wilaya ambayo yamefanyika katika eneo la Zinga kwa Mtoro ambapo wamewataka wakuu wa idara watendaji zikiwemo taasisi binafsi kuweka mikakati ya kuimiza suala la upandaji wa miti ili kutimiza agizo la serikali la kupanda miti milioni moja nukta tano kwa kila mwaka. Sisi leo kama serikali tumeamua kuchagua eneo hili kuja kulirejeshea uhai na matumaini, ili wanazinga waendelee kuvuta hewa safi na siyo kukaa katika mazingira ya ukame kama ambavyo eneo letu linaonekana siku ya leo. Miti hii ikakue, miti hii ikastawi, lakini miti hii ikalete matunda na makusudio ambayo serikali yetu inatamani. Tuna jukumu la kupanda miti. Tumepewa jukumu la milioni moja na laki tano so far kwenye halmashauri yetu ya Bagamoyo tumefikia kwenye laki saba na point something. Sio takwimu nzuri, huu tunaelekea mwisho wa mwaka wa fedha, tuna miezi miwili tu. Kwa hiyo walimu ambao mpo hapa, wakuu wa idara ambao mpo hapa, ambao mnasimamia shule zetu, ambao mnasimamia taasisi zetu, wakuu wa taasisi mbalimbali, tukatoe chachu na hamasa kwa watumishi wetu kwa watu ambao tunawasimamia kwenye mazingira ambayo yanatuzunguka twende tukapande miti ili tufikie hili lengo la milioni moja na laki tano lakini ikiwezekana tufike zaidi, kwa sababu kila mmoja anatambua faida ya upandaji miti katika mazingira yetu. Naye mkuu wa kitengo cha maliasili na mazingira katika halmashauri ya wilaya ya Bagamoyo Dkt. Obedi Mwinuka amebainisha kwamba lengo lao kubwa ni kutekeleza kampeni ya kitaifa katika kuboresha mazingira, ambapo wamefanikiwa kupanda miti patayo mia tano katika eneo hilo la mnada wa mbuzi na ng'ombe lililopo kata ya Nzinga katika halmashauri yetu ya wilaya ya Bagamoyo kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu ishirini na nne tulifanikiwa kupanda miti milioni moja laki tatu na thelathini na mbili elfu na mia tisa na moja kwa kushirikiana halmashauri pamoja na, na wadau wetu TFS na mashirika mengine kama Tatedo na mengineyo. E, kwa mwaka huu tunaoenda sasa tumeshapanda miti laki saba tisini na tatu mia nne sabini na tatu ukiondoa ya leo kwa tukiongoza tukiongeza hii ya leo miti mia tano kwa hiyo tunakuwa tumevuka kidogo, na kwa sababu mvua ndio zimeanza na unyevunyevu unaendelea, tutavuka lengo la kufikisha miti milioni moja na laki tano na zaidi. e, mafanikio kuboresha hali ya utunzaji wa mazingira na kuweza kupanda miti ya matunda na mikoko kwa kushirikiana na Tatedo. e, kuna shirika linaloitwa kuna benki ya Standard na vikundi mbalimbali vya mazingira pamoja na NGOs, pamoja na vikundi vya BMU. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Bagamoyo amebainisha kwamba hadi sasa wameshafanikiwa kupanda miti zaidi ya laki saba na kwamba lengo na mikakati waliojiwekea ni kufikia lengo la serikali la kupanda miti milioni moja na laki tano ambayo itakuwa ni mkombozi mkubwa katika kurudisha hali nzuri ya uoto wa asili. Kampeni ya upandaji miti ni kampeni ambayo imeanza muda mrefu, na kila halmashauri ilipewa jukumu la kupanda miti isiyopungua milioni moja na nusu kama taarifa ilivyosomwa hapa. Kwa mwaka jana hatukuweza kufikia lengo, lakini tulipanda miche milioni moja pointi tatu na mwaka huu tuko kwenye laki saba Niseme tu kwamba mgeni rasmi, kwa sababu mvua bado zinaendelea, upandaji miti utaendelea na na uhakika, tutafikia lengo ambalo limewekwa na serikali. Tunajua umuhimu wa miti, tunajua jinsi dunia ilivyobadilika kutokana na mabadiliko ya tabia nchi kama tunavyoyaona. Hii yote imetokana na kuongezeka kwa hewa ukaa, miti inasaidia kunyonya hewa ukaa na inavyonyonya hewa ukaa, basi inafanya hali ya hewa kuwa nzuri. Mmoja wa wekezaji katika mnada huo wa Zinga kwa Mtoro, Hassan Kashingo, akizungumza kwa niaba ya wafanyabiashara wenzake, ameahidi kushirikiana bega kwa bega na serikali, ikiwa ni pamoja na kuitunza miti hiyo mia tano ambayo imepandwa katika eneo hilo la mnada, kutokana na kwamba eneo hili kidogo ni kame, hakuna miti kwa sababu hakuna miti, na leo mmetuletea miti, tutaitunza na tutahakikisha kwamba hakuna mti utakaokufa, mpaka yote itakaokuwa ina matunda na tutakula matunda yao.